Baraka Ngemba. Jeshi la polisi limekamata viumbe hai aina ya kenge katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere, eneo la kuondokea ndege, wakiwa tayari kusafirishwa kwenda Kuwait kupitia Dubai. Taarifa mwandishi wetu inafafanua zaidi. Kwa mujibu wa kamanda wa viwanja vya ndege Tanzania, kamishna msaidizi Hamisi Suleiman Mtumio, wa tukio hilo ni raia wa Kuwait Hussein Ahmed Ali Mansour mwenye umri wa miaka 34 na pasi ya kusafiria nambali 003870237 ambapo alikamatwa na viumbe hao 149 huku 15 wakiwa wameshakufa. Kenge hao walikuwa wamefichwa kwenye mifuko midogo 15 ndani ya begi kubwa jeusi kwenye ndege ya shirika la Emirates ambapo kamanda Hamisi Suleiman amebainisha kwamba thamani halisi ya kenge hao ni shilingi milioni 6.3 na tayari wameshakabidhiwa kwa idara ya maliasili. Security wa viwanja wanapofanya kazi, abiria anaposafiri huwa anapekuliwa kwa kuangalia kama amebeba vitu vya hatari, na katika upekuzi huo ndipo ilipogundulika begi la huyu mtu lina vitu ambavyo sio vya kawaida, na katika kufungua ndio kumeonekana. Mwanzoni tulikuwa tunadhania ni nyoka na mijusi Aidha, kamanda huyo wa viwanja vya ndege hapa nchini ametoa wito kwa wananchi kuwa wazalendo zaidi katika kulinda na kuhifadhi maliasili za taifa. Anaotoa wananchi tua wazalendo kwa sababu kitendo cha huyu mtu kutoka nchi za nje kuja kukusanywa wanyama kama hawa ameingia nchini tarehe sita, tarehe saba anaondoka na wanyama 149. Inaonekana kulikuwa kuna mpango kamili wa kuwasafirisha hawa wanyama. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Aziza Bakari, Channel 10.